Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Mungu na nafasi hii pia kushukuru wewe na kupongeza mtumishi wa Mungu ambaye unaendelea kutufuatilia kwenye YouTube channel yetu. Karibisha sana wakati una majira haya. Aa, leo ni siku pekee na siku rafiki kabisa, ambao Mungu ametupa nafasi na kibali kuiona siku hii na kipekee. Nichukue nafasi hii pia kukushukuru kwa ajili ya kujiunganisha pamoja nasi kwenye maombi haya. Leo ni siku rafiki kabisa, siku nzuri, siku ya Ijumaa. Ijumaa tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema na nafasi ambayo ametupa leo. Tunaendelea na darasa letu. Kumbuka tuko uh, tuko na, nakukaribisha sana e, ambao unasikia na unayetufuatilia katika mafundisho haya, karibu sana, na ukaribishe jirani yako na rafiki yako, ambao tunaweza tukaungana pamoja kwenye darasa hili leo. Tunaendelea na maombi yetu. Kumbuka tulikuwa tulikuwa na darasa letu ambalo lilikuwa linaendelea kabla haijatokea haya, uh, kabla haijatokea kabla tujaingia kwenye uchaguzi, tulikuwa tume, tulikuwa tuna mafundisho tulikuwa tume tunaendelea nayo kwa. Nikukaribishe sana mtumishi wa Mungu, karibu sana, unaweza ka share na rafiki yako, jirani yako, mwambie karibu kwenye darasa ambalo tunaenda nalo na leo. Tutakuwa na maombi na tutaenda kuomba kwa ajili ya familia zetu, tutaenda kuomba kwa ajili ya nyumba zetu, kwa ajili ya uchumi, kwa ajili ya mipango mbalimbali tulio nayo kama, uh, kama wana maombi. Kwa hiyo, nikukaribishe sana mtumishi wa Mungu, tenga ratiba zako wakati una majira haya, tunapoingia kwenye maombi, basi unaweza ukajiorganize pamoja na sisi. Kwa hiyo, nikukaribishe sana unaweza ukamwalika jirani yako, share na rafiki yako, mwambie karibu kwenye uh, kwenye maombi yetu leo. Ni siku nzuri, siku rafiki kabisa, na moja ya vitu ambavyo nikukaribisha pia, kama nilivyosema, moja ya vitu ambavyo vitakusaidia ni kuandaa uh, daftari lako Biblia yako, lakini pia na dayali yako ili kufuatilia mafundisho ambayo tunaenda nayo kwa, nikukaribishe sana mtumishi wa Mungu kwa wakati una majira haya, lakini pia naomba tenga dakika chache kualika jirani zako marafiki zako kwa wakati huu na majira haya, karibu sana na mimi nataka niombe kwa ajili yako wewe, ambao unatufuatilia wewe ulioko ulioko hapa Dar es Salaam, wewe ulioko nje ya Dar es Salaam. Nakukaribisha sana kwa wakati una majira haya, share pia na jirani yako na rafiki yako ujumbe huu i tunapoingia kwenye maombi tuombe wote kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nikukaribishe sana naomba tenga ratiba, uh, dakika zako chache na MB zako chache kushare na jirani yako na rafiki yako kwamba tuko ndo tunaanza uh, maombi yetu usiku wa leo, na mimi wache niombe kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo hai, tunasema asante kwa ajili ya wakati una majira haya, asante kwa ajili ya neema na nafasi ambayo umetupa sisi watoto wako na watumishi wako asante kwa ajili ya mtumishi wako huyu ambaye anafuatilia mafundisho yetu, lakini zaidi kwa ajili ya maombi ya usiku wa leo, kuomba kwa ajili ya familia, kuomba kwa ajili ya uchumi, kuomba kwa ajili ya kwa ajili ya uzao, kuomba kwa ajili ya mabinti zetu na vijana wetu usiku wa leo tunapoingia kwenye maombi. E Bwana Mungu mwenye nguvu, tunakushukuru sana kwa ajili ya upendo wako. Asante kwa ajili ya uzima, asante kwa ajili ya afya Sante kwa ajili ya kibali na nafasi ambayo umetupa sisi watoto wako na watumishi wako, tunalibariki jina lako na kulitukuza Mungu wetu. Asante kwa ajili ya afya njema, asante kwa ajili ya uzima, asante kwa ajili ya kibali. Ni wewe Mungu unayestahili kuabudiwa na kutukuzwa, hatuna Mungu mwingine zaidi yako. Bwana, ninanyenyekea kwako siku ya leo, nikiomba toba kwa ajili yangu, nikiomba toba kwa ajili ya mtumishi wako huyu anayefuatilia mafundisho haya, ninaomba toba kwa ajili yake ninaomba toba kwa ajili ya maisha yake katika damu ya Yesu Kristo anadhaiteria hai. Ninaomba toba Bwana kwa ajili ya kila mlango ambao adui alikuwa anautumia kuleta mashambulizi, kila udhaifu wa aina yoyote juu yetu. Leo tunatubu kwa damu ya mwanakondo. Tunaomba toba kwa ajili ya ardhi hii, tunaomba toba kwa ajili ya ardhi ya Tanzania, tunaomba toba kwa ajili ya anga na kila eneo. Damu yako Yesu inaonena mema ikanene mema juu yetu, ikanene mema juu ya familia. Tunakusi na tunakuomba Bwana, tunapenda kuomba kwa ajili yetu, kuomba kwa ajili ya familia, kuomba kwa ajili ya watoto wetu, kuomba kwa ajili ya wanandoa, kwa ajili ya mabinti na vijana. Mungu wetu na Baba yetu, tunakuomba na tunakusii, upako wako na wako nguvu zako zikae pamoja nasi, anza nasi Bwana kwenye darasa hili, kafurize nasi Bwana Yesu, tunajambatanisha, tunajambatanisha na upako wako na wako nguvu zako katika jina lako Yesu Kristo, tukiomba kwa imani na kushukuru pia. Asifiwe sana mtumishi wa Mungu, basi nikuharike na nikukaribishe kwenye uh, maombi haya usiku wa leo. Kama nilivyosema, leo tutakuwa na maombi kuombea familia zetu, kuombea watoto wetu na nyumba zetu, lakini pia zaidi tutaenda kuomba kwa ajili ya uh, kukataa laana za kifamilia. Ziko laana ambazo zinakamata wanafamilia, zinakamata wana ukoo, wanaukoo, nikasema tutakuwa na maombi hayo kuombea na kukataa hizo laana za kifamilia, na naposema laana za kifamilia ni vile vitu ambavyo vinazuia tusiinuke, tusibarikiwe, tusiinuliwe na ku, uh, na kubarikiwa kwa, tutaenda kuomba. Na ninapozungumzia laana, ziko laana za aina nyingi. Kuna watu ambao wamelaaniwa kwenye maeneo fulani fulani, wako watu ambao Mungu amewabariki kwenye maeneo fulani, lakini kwenye maeneo mengine kuna laana na watafuna. Kwa hiyo wewe angalia ratiba zako, uh, angalia uh, maisha yako, ni wapi ambapo unaona kabisa hapa na hisi kuna mahali ambapo hapako sawa, kwa tutendelea nayo maombi na nichukue nafasi hii pia kumshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambao umetenga muda wako, lakini zaidi pia kwa ajili ya nafasi na kibali ambacho ametupa tena kukutana. Bwana Yesu asifiwe. Nichukue nafasi pia kukaribisha kwa dakika chache, naomba uchukue dayali yako twende tukapita darasani kidogo. Kumbuka tulikuwa tunaangalia vitu kadhaa ambavyo vinaweza vikasababisha uh, uh, amini dalili chache za kujua je, ni na laana wako watu ambao unaweza usijijue kama una laana, kumbe umebeba laana bila kujijua. Kwa nikasema, tutaangalia leo, tutaangalia dalili chache za watu ambao wamebeba laana. Utajueje kwamba mimi kwenye familia yetu kuna laana? Na tujiangalia siku ile kidogo, lakini leo natamani tuingie deep kidogo, tuingie kwa ndani kidogo kwa habari ya zile dalili chache za kujua hapa mimi na laana au sina laana. Kwa hiyo nikaribisha sana mtumishi wa Mungu na hizi vitu vitakusaidia. Hivi vitu vitakusaidia, tunapoingia kwenye maombi, tenga muda wako, tunapoingia kwenye kuomba tenga muda wako wa kuomba, natamani tukaombe. Wako watu ambao tunatembea tunajiona tuko sawa, lakini kumbe tumebeba laana bila kujijua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ziko dalili chache ambazo zitakusaidia kujua kwamba nina laana ama sina laana, na hizi dalili zitakusaidia pia kutambua na kuwatambua watu ambao yamkini wanatembea na laana bila wewe kujua, bila wao kujua. Vitakusaidia pia kujua uh, uh, kuwajua watu ambao wanatembea na laana bila wao wenyewe kujijua. Kwa hiyo moja ya dalili ambazo nilizozungumza kama nakumbuka, nikasema uh, kwanza nilianza kuangalia nikasema laana, tunapozungumzia laana, laana ni maneno yanayotamkiwa mtu. Laana ni maneno yanayotamkiwa mtu na mtu mwingine, yani mtu ana uwezo wa kutamkia maneno kwamba mtu asiolewe huyu mtu huyu asisome huyu mtu huyu asijenge huyu, anakutamkia maneno yale, maneno yanageuka yanakuwa laana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nikazungumza sana, nikasema tunaposema laana ni maneno yanayotamkiwa mtu, unaweza kutamkiwa wewe, anaweza kutamkia watoto wako anaweza katamkiwa uh, wadogo zako, dada yako. Kwa kuna watu ambao tumetamkiwa laana, na ile laana ina tabia kutembea, ina tabia kutoka kwako kwenda kwa kizazi chako. Kwa kuna watu ambao tulitamkiwa laana ya mkina, anasema wewe usibarikiwe, usiolewe, usizae, usijenge. Kwa hiyo laana ni maneno yanayotamkiwa mtu, ambayo ya maneno yanaleta matokeo Bwana Yesu asifiwe. Kwa laana ni maneno yanayotamkiwa mtu na hiyo laana huwa inaleta matokeo. Na hiyo matokeo wana sawa sawa na huyo mtu anavyotamkiwa. Kwa hiyo wako watu ambao tulitamkiwa laana, wengine kwamba tusijenge, tusisome, tusinuke, tusibarikiwe, tusioe, tusithaminiwe. Hivyo kwa laana ni maneno yanayotamkiwa mtu, kwa uh, yanatoka kwa mtu yanakuja kwa mtu mwingine. Kwa hiyo nikazungumza sana, nikasema moja ya vitu ambavyo vitakusaidia mtumishi wa Mungu, ni lazima ujue kwamba okay, kama kwa tunasema laana, laana ni maneno yanayotamkiwa mtu. Je, hayo maneno yanakaa wapi? Nikazungumza sana, nikasema laana mtu anaweza katamkiwa kwenye ardhi. Ardhi ina uwezo wa kubeba laana. Nikasema laana inaweza kukaa kwenye kiti. Laana kwa nini? Kwa sababu laana nilikwambia laana inaweza kukaa popote kwa lugha nyingine. Laana ina uwezo wa kukaa popote kwa sababu laana ni maneno. Na tunapozungumzia laana ni maneno tafsiri yake kwamba laana ni roho. Kwa kama laana ni roho ina uwezo wa kukaa popote. Roho ni kitu ambacho hakishikiki. Kwa hiyo laana ina uwezo wa kukaa kwenye nguo. Mtu anaweza kutamka laana kwenye mavazi. Laana inaweza kukaa kwenye vitu. Inaweza kukaa mahali popote. Kwa hiyo laana maneno anayotamkiwa mtu na haya maneno anaweza kukaa mari popote. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kitu kingine pia nikazungumza nikasema, uh, uh, nikazungumzia pia nikasema tunapozungumzia laana ina uwezo kuna watu ambao wametamkiwa laana kwenye maeneo fulani, na mari pengine wamebarikiwa. Yaani, kwa mfano mtu anaweza anaeza kukutamkia laana kwenye eneo la uzao kwamba watoto wake wote wasiolewe. Ile laana, haiwezi, haiwezi haiwezi kufanyika ama haiwezi kutekeleza maneno yale huyu mtoto akiwa mdogo. Sio kama mnanielewa. Yaani laana akitamkiwa mtu. Kwa mfano, anasema usiolewe. Huyu mtoto akiwa mdogo ile laana haina kazi. Lakini akifikia umri wa kutaka kuolewa ndio ile laana inachukua nafasi. Akiwa mdogo ile laana inakuwa haina kazi. Lakini mtoto akikua akifika umri wa kuolewa anapotaka tu kuolewa, laana ndio inachukua nafasi. Kwa kuna watu ambao walitamkiwa laana akiwa wadogo, huyu mtu hatakuja kuzaa huyu. Huyu mtoto akiwa akikua akikua pale anapotaka kupata mtoto ndo laana na inachukua nafasi. Kwa kuna watu ambao tunatembea na laana, lakini li ilikuwe laana ilikuwepo tangu tunazaliwa. Kwa kuna wengine ambao litamkiwa laana ha wanazaliwa kwamba huyu hatazaliwa, hataolewa, huyu hatajenga huyu laana inaanza kutekeleza pale ambapo mtu anataka kuanza kujenga, ndo laana inachukua nafasi. Si kama inaeleweka, watumishi wa Mungu? Kwa hiyo laana ni maneno yanayotamkiwa mtu, na ya maneno yanapotamkiwa huyu mtu yanachukua nafasi pale ambapo anataka kuanza kufanya kile kitu ambacho alilaaniwaga. Kwa kuna watu ambao walitamkiwa laana wakiwa kijijini, kuna watu ambao walitamkiwa laana wakiwa uh, wakiwa mjini. Kwa mfano mtu alitamkiwa laana, hautakuja kufanikiwa kwenye, yaani chochote utakacholima hakitafanikiwa. Hiyo laana ikitamkwa kwenye mazingira ya, ya mjini Ukirudi kijijini kwenda kulima ndo ile laana inachukua nafasi kama naeleweka watumishi wa Mungu. Kwa nikazungumza kama mnakumbuka nikasimamia kile kitabu cha ile Zaburi kama mnakumbuka nikasema ile Zaburi ya kumi, nadhani ule mstari wa saba, ni uh, moja andiko ambalo nilizungumza nikasema Zaburi ya kumi, ule mstari wa saba, maandiko yanasema hivi: kinywa chake kimejaa laana na hila na dhuluma, chini ya ulimi wake kuna madhara ya uovu. Nikasema unapotamkiwa na, na mtu maneno usiyachukulie kawaida. Neno unapolitamka mtu linaweza likabeba baraka au laana. Hata sisi wachungaji ukisikia Mungu na uh, ukisikia anasema mtumishi anakubariki anasema Mungu akubariki uingie hapo utoka hapo. Yale ni maneno tu lakini yale maneno yanabeba roho ambayo ni roho wa Mungu. Huyu mtu ana yale maneno yanabeba ile roho na ile roho inaenda kutekeleza sawa sawa na huyo mtu anapotamkiwa. Kwa hivyo hivyo mtu anapasa anapotamka maneno kwamba hautabarikiwa, hautafanikiwa. Kwenye ulimwengu wa roho yale maneno yanabeba roho. Yanabeba roho ya kutokubarikiwa, anebeba roho ya, ya kuto kuinuka. Bwana Yesu asifiwe! Si kama naleweka mtumishi wa Mungu. Leo nataka tushughulike na hizo laana ambazo zimeachiliwa kwenye maisha ya kwetu, kama nilivyosema, ilivyosemaa laana